Hapa hapa ni hatua za upishi wa ugali kwa afya bora, kwa kutumia unga wa lishe au wa kawaida, lakini kwa njia itakayokusaidia kubaki na virutubisho, kuhakikisha ulaji bora. Makala hii imeandaliwa na mehe Dr. Lucas. Nikwambia tu karibu toka hapa tunapoanza mpaka tutakapotamatisha. Hivyo kama tuweni wa kwanza kufungua makala hii, usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tuwe wa kwanza kupata taarifa zetu mpya pindi ambapo tunakuwa tunazia upload sambamba. Sasa tuende tukazione hizo hatua za upishi wa ugali kwa afya bora. Hatua ya kwanza, tayarisha maji safi ya kutosha. Tumia maji safi yaliyochemshwa au ya bomba yaliyothibitishwa kuwa ni salama. Kiasi hutegemea idadi ya watu, mfano vikombe vinne vya maji kwa vikombe viwili vya unga. Namba mbili: chemsha maji mpaka yachemke vizuri sana. Unaweza kuongeza kiasi kidogo cha chumvi au tone la mafuta ya alizeti, lakini si lazima. Hii husaidia kuongeza rasa na kupunguza kushikana kwa ugali. Namba tatu: koroga unga polepole pole. Anza kumimina unga taratibu huku ukikologa kwa mwiko ili usipate madonge. Tumia unga wa mahindi usiosafishwa sana unaopatikana sokoni kama dona au unga wa lishe, wa lishe bora zaidi. Namba nne. Kupika kwa moto wakati, baada ya unga kuingia wote, kologa hadi mchanganyiko huo uwe mzito, funika kwa dakika tatu mpaka tano ili uvuke vizuri na kuiva, ila usiache kuchunguza kologa tena mpaka ugali uwe mwepesi au mgumu kadri ya hitaji. Ugali wa afya bora upendelewa usiwe mgumu sana, rahisi kusaga na kumeng'enywa. Namba sita, ondoa kwenye moto na uache upumue sekunde chache. Ruhusu ugali wapoe kidogo kabla ya kuhamishia kwenye sahani au hotipoti. Namba saba: tumia na mboga zenye virutubisho. Ugali una afya bora zaidi ukiliwa na mboga za majani kama vile mchicha, sukuma wiki, ama matembele, maharage, samaki au nyama ya kiasi. Kabla hatujaingia katika vidokezo muhimu vya upishi wa ugali, naomba kukumbusha, kama tuweni wa kwanza kufungua video hii, usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tuwe wa kwanza kupata taarifa zetu mpya pindi ambapo tunakuwa tunazi upload. Teni, tuzingatie vidokezo muhimu vya afya, epuka kupika kwa mafuta mengi ama chumvi nyingi. Tumia unga wa dona au lishe mbadala ya sembe laini ili kupata faida ya nyuzi nyuzi ama fibers na virutubisho. Usipike sana hadi kuwa na rangi ya kahawia, hiyo huashiria kuungua na kupoteza raaza ya virutubisho. Safari ya Afya, katika suala la ujenzi wa afya ni jukumu ambalo linatuhusu sisi sote, hivyo niendelee kuwashukuru wale ambao wameendelea kuwa mstari wa mbele katika kufuatilia video zetu mpya pindi ambapo tunakuwa tunazia upload. Usiache kufuatilia, like na share kwa watu wengine pia, ili waendelee kujifunza mambo mengi ambayo yanahusiana na swala zima la afya. Asanteni sana ishukrani.